ni nini kinaweza kikawa ni chanzo cha wewe kupatwa na tatizo hili la figo? Ah, uh, labda nirudi nyuma kidogo. Ndiyo. Kipindi niko darasa la pili nilipata shida ya kichwa sana, nilikuwa napata mpaka kizunguzungu, naangusha vitu, wakanipeleka hospitali nilifan... kichwa ina maana kinauma kichwa kilikuwa kina nyuma sana alafu vilivile npata mpaka kizunguzungu. Kwa hiyo mm. nikawa nipelekwa hospitali, nafanyiwa EEG, nikaonekana sina shida yoyote kwenye mishipa wala nini, lakini ili kupoza kile kichwa nikawa natumia paracetamol. Kwa hiyo nilianza kutumia paracetamol kuanzia nikiwa dasa la pili, nikiwa na miaka nane mpaka nimekuja kupata shida ya figo nikiwa na miaka kumi na saba. Okay. Kwa hiyo chanzo ni matumizi mm, ya dawa za paracetamol au za maumivu. Ndiyo. Kwa kipindi kirefu. Na uliandikiwa na daktari kwa muda wote huo au uliamua tu kutumia mwenyewe kwa sababu ulikuwa unaona ni dawa za maumivu na zinakusaidia. Hapana, sikuandikiwa. Hukuandikiwa. Ni sababu nilikuwa naona zinanisaidia, yaani nilikuwa natembea nazo kote, kwenye sketi za shule, kwenye begi la shule, kwa sababu ilikuwa nikicheza sana, nikapiga sana kelele, kichwa kinaniuma na meza natulia, then naendelea na maisha kama kawaida. Kwa hiyo ndugu mtazamaji mm wetu unaweza ukaona sasa ya kwamba kujikinga ni jambo la msingi na matumizi ya dawa hasa za maumivu, na hii imekuwa ni kawaida kwa watanzania wengi; wanaposikia maumivu anajinywia tu dawa, na wakati mwingine maumivu yanakuwa ni muda mrefu. Moja kati ya vitu ambavyo vinachangia kwa sehemu kubwa kuua figo ni pamoja na matumizi ya yes, dawa za maumivu za mara kwa mara, na wakati mwingine pasipo mapendekezo ya daktari, unaenda tu famasi unanunua dawa, na inaweza kukuletea tatizo hilo kuna jambo ambalo uliligusia pale awali kwamba bado unayo matumaini ya kwamba siku moja unaweza ukasimama tena. Ndio. Na imetamani mtazamaji wetu apate kuzijua ndoto hizi ulizonazo na e, jitihada na changamoto ambazo unazipitia mpaka sasa kufikia ndoto yako hiyo ya matumaini ya siku moja uamke na kutimiza ndoto zako labda karibu ili uweze kumwambia mtazamaji wetu nini ambacho umepanga na nini ambacho labda ulitamani ukifanya, karibu. Asante. Uh, kitu ambacho kwanza naomba kwanza niwaeleweshe ni kwamba mimi ni kwanza nilikuwa na shida ya antibodies, na hata kwenye interview nyingi nilikuwa nimesema kwamba sasa hivi siwezekani kufanyiwa transplant lakini habari njema ni kwamba nimefahamishwa hospitali ya Muhimbili kwamba naweza nikawekewa figo ya mtu ambaye ni damu tofauti na mimi, na hivyo basi nimeandikiwa vipimo vya kupima ili niweze kuwekewa hiyo figo na niweze kupona. Yaani kwamba nikishafanywa transplant, nikawekewa figo nyingine, uwezekano wa mimi kunyanyuka hapa upo mkubwa sana. Ok, na kama tunavyojua, lazima awepo mtu ambaye yuko tayari kutoa figo. Na ni, ni nani hasa ambaye amekubali kutoa figo yake? ni mdogo wangu anayenifuata. Watu tuko watatu, wa kwanza kaka yetu halafu mimi alafu mdogo wangu wa mwisho. Ok, labda mtazamaji wetu anataka kujua e, gharama ambazo zina kabiriana na matibabu hayo na ni jinsi gani ulivyojiandaa kwa ajili ya eh, eh, kupata pesa? Gharama ya transplant ni milioni sabini, na gharama ya vipimo kwa nilivyoandikiwa vya awali inafika milioni nne laki nne, lakini bado kutakuwa kuna vipimo vingine vya kucheki wote wawili moyo kumcheki mdona mwenyewe figo na vitu vingine vyote aonekane kwamba yuko vizuri anafaa. Hivyo vipimo vya milioni nne laki nne ni kwa ajili tu ya kupima damu, kuangalia kama ukiniwekea figo mimi na yeye kama vitaoana vita, vita, vita. Hizo ndio, hivyo ndio vipimo vipimo. Yes, ambavyo nilikuwa nimeandika ambavyo ana anapimwa yule ambaye anakutoa figo ambao tunapima tunapima wote, wote, ambavyo vinagarimu kama milioni nne hivi ndio milioni okay, nne lakini na baada ya vipimo hivyo vya milioni nne ndio kuna matibabu ya shilingi milioni sabini kwa ajili ya kuweka figo. Baada ya hivi bado kutakuwa kuna vipimo vingine ambao so, ni kupima kama moyo hmm, kupima figo zenyewe hmm, kupima kansa na vitu vingine ambavyo kiukweli sidhani kama vinaweza wakazidi milioni mbili. Okay. Ndio yeah. Ndugu mtazamaji wetu, nafikiri umesikia jinsi ambavyo amejipanga na, na mimi naamini ya kwamba imani aliyonayo ni kubwa, lakini umejipangaje, eh, e, kwa ajili ya gharama hizo, na umeniambia mwanzo hali kwamba wazazi hawapo nawe bado unapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaweza kufanya dialisisi, lakini una matumaini makubwa. Hebu nipe siri ya matumaini yako, ni nini hasa katika gharama hizi zilizo mbele yako? Naamini ni Mungu kwamba Mungu atawezesha, atafungua njia basipo na njia pili. Nawaomba sana Watanzania, namwomba mheshimiwa mama Samia aweze pia na yeye kunisaidia mheshimiwa waziri wa afya, na viongozi mbalimbali mbali, wafanya biashara waweze kunisaidia niweze kuenda kuwekewa figo ya pili na kuweza kupambania maisha yangu. Asante sana. Na mimi naamini ya kwamba kiwango cha pesa hichi ambacho anakisema kinaweza kikaonekana ni kikubwa, lakini hakiwezi kulingana hata kidogo na thamani ya uhai wa mtu na maisha yake, na kama alivyozungumza ni kijana ambaye ameugua akiwa bado mtoto sana, miaka kumi na saba na mpaka sasa ana miaka thelathini na nane miaka ishirini na moja yupo katika e, kuugua, lakini kubwa zaidi ajapoteza matumaini na anaamini ya kwamba ipo siku moja e, atasimama na kuweza kuzitimiza ndoto zake za kuendelea kulisaidia taifa letu la Tanzania. Lakini amekuwa na tumaini kubwa pia kwa Watanzania kwamba yeye anaamini ya kwamba Watanzania wenzake ndio watakaoweza kumsaidia ili aweze kufikia katika ndoto hiyo. Kwa hiyo mimi na wewe tuna eh, kila sababu ya kusaidia. Labda watazamaji wangependa kujua E, wakitaka kutuma msaada wanatumia namba gani? 0752 299 114, 0752 299 114, yote mawili yanatokea kama Asia Thalith.